No. picha. Sawa, hakuna shida. Hakuna shida tunampisha. Rushaynah, neno moja kwa kwa kwa kaka kaka yetu uh, Diamond kwenye hiki ambacho amekifanya siku hii leo neno moja tu, Mwenyezi Mungu ambariki, azidi kumzidishia amfungulie heri nyingi sana. Mshike, mshike waone kabisa oneni, wana wana habari, habari, sabuni